Tumewalea we watoto wote katika kufanya kazi ya matendo pia, kwa sababu tulianza na watoto walemavu wale, ilikuwa ni lazima watumie viungo vyao vilemavu kwa kujisaidia wenyewe, na hawa ambao tuliletewa baada ya kusajili pia tuliwafundisha kujitegemea. Tunajua wakati mwingine tunaweza kusema unamwadhibu mtoto, unamwambia fajia, lete maji, peleka kile. Lakini kwa vile tunajua wengi wetu ni watoto wasio na makazi, tunawalea kwa namna ambayo kesho wanaweza wakajitegemea. Kwa hiyo watoto wetu, kwa hiki mlichokipata, itakuwa ni sahihi sana. Wataona kumbe si hutumwa, ni kitu ambacho hata kesho nikiwa mkubwa kama yule anti nitafanya. Kwa hiyo ninashukuru sana na ninaweza nikasema taasisi yenu ni walezi wetu. Kwa hiyo karibuni mtutembelee kwenye maswala ya kilimo cha mboga mboga ili tusipoteze muda mwingi. Sisi watoto tunatakiwa tule lishe bora, tunatakiwa tule lishe, sio kula chakula tu tushibe, hapana. Tunatakiwa tule chakula chenye lishe bora. Chakula chenye lishe bora kinahitajika kiwe na vyakula vinavyotokana na makundi yote. Makundi mangapi? ntaongelea makundi sita. Sawa watoto wazuri, tunahitaji tule vyakula vyenye wanga. Sawa watoto wazuri, hivi ni vyakula gani? ni vyakula vya aina ya nafaka, mizizi pamoja na ndizi mbichi. Sawa, hivi vyakula vinatufanya tunapata nguvu, tunapata nini? nguvu. Sawa watoto wazuri, pili, tunatakiwa tule vyakula vinavyotokana na wanyama kama nini, eh, kama nani? Nyama, samaki, eh, kuku na kadhalika. Natamani sana mimi kama mwanamke ambaye nimejikita katika sayansi ya kilimo, ninapenda kuwapa tips ndogo tu katika kuitunza hii bustani Sitaongelea kule kwa ndani sana kwamba magonjwa yanafanya nini, lakini hata kumwagilia hapa tu, mkipakosea, mtapata magonjwa yanayoitwa kiuno kata kiuno au dumping off Te, na kwa hawa watoto kuna vitu vidogo vidogo tumewapatia kwa center kwa ujumla. Kama mnapojua, tunajua hapa ni center, lakini pale ambapo tunaweza kuchangia, mchango wetu ni huu mdogo: vitabu, sabuni, mswaki Uh, sorry, uh, damswaki, um, yeah. Na vitu vingine ambavyo tutaviona hapa pia kuna vyakula vya uh, sukari, mafuta, unga lakini um, akini ukala usije, yani usije ukala ugali bila mboga. tunatoka kwenye taasisi inaitwa World Vegetable Center. Okay. Kwa Kiswahili tukitafsiri ni taasisi ya mboga mboga duniani. Tunafanya kazi gani kwena hiyo taasisi? Tunafanya utafiti, umeshasikia utafiti au utafiti, si ndio? Tunaangalia mboga, tunachambua, tunachambua, tunaangalia mbele.